Kuna vyombo vya habari viliripoti kwamba wanafunzi ambao wazazi wao hawa wana leseni za biashara hawataruhusiwa kupata mkopo. Naomba nitumie fursa hii kuwaeleza kwamba hizo habari ni za uongo, ni za upotoshaji na kimsingi tunataka umma wa Tanzania waipuuze habari hiyo kwa sababu si kweli. Mikopo inatolewa kwa kuzingatia uwezo wa mzazi au mlezi wa mwanafunzi, kwa hiyo kinachoangaliwa ni kipato chake na wala kinachoangaliwa si, e, si kazi mtu anachofanya anayefanya. Kwa hiyo haitolewi kwa msingi kwamba mtu ni mfanya biashara au ni mkulima au ni mfanya kazi, kinachoangaliwa ni uwezo wa kwa hiyo biashara au kuwa na leseni ya biashara sio kigezo cha kuamua kama mwanafunzi apate mkopo au asipate. Kinachoangaliwa ni kwamba je, katika hiyo biashara <coughs> au katika hicho kilimo au katika hiyo ufugaji au katika hiyo kazi, mzazi au mlezi ana kipato cha kutosha cha kuweza kumlipia kijana wake mwanafunzi wake e, gharama za kwenda chuo kikuu. Kwa hiyo aina ya kazi sio kigezo. Kwa hiyo naomba ni, ni, niweke wazi kwamba taarifa za kusema kwamba ukishamiliki leseni ya biashara basi uusui kupata eh, mkopo kwa kweli ni taarifa za upotoshaji eh, ni taarifa ambazo kwa kweli tumesikitika sana kuona kwamba zinaenda kupotosha umma, lakini vile vile nitumie fursa hii kuwaomba sana ndugu E, wamiliki wa vyombo vya habari kwamba kabla ya kupeleka taarifa yoyote kwa umma ni lazima tujiridhishe na usahihi wake. Baadhi ya vyombo ambavyo vimetoa habari ni vyombo ambavyo vinaheshimika, katika hali ya kawaida tutegemea kwamba watakuwa waangalifu e, katika kupeleka e, habari ile hadharani. Kwa hiyo ni itumie tu fursa hii kusisitiza tena kwamba habari hizo sio za kweli. Wazazi walezi ambao wanafanya biashara wenye leseni wasije wakavunjika moyo. <coughs> Tunachotaka kutoka kwao ni taarifa za biashara zao ili tuweze kuzitumia katika kwenda kupima kama wana uwezo wa kuwalipia vijana e, wao e, masomo ya chuo kikuu. Kinachofanyika ni nini? Kama wewe unasema una biashara tutapenda kuona kwa nini ile leseni ni muhimu? Leseni ile ni muhimu ili kutuwezesha sisi kuwasiliana na vyombo vingine e, vya serikali vinavyoshughulika na kodi au urejeshaji wa faida kama BRELA na TRA, na wao e, wataweza kutupa e, hali halisi ya biashara yako, na sisi tunaweza tukapeleka sasa e, katika namna yetu ya kuangalia kama e, muombaji ana uwezo wa kuhamia masomo. Kwa hiyo nisistize, eh, serikali ya awamu ya tano ni serikali ambayo eh, iko kama mnafahamu wote, inajitahidi kuhimiza urasimishaji wa biashara na wananchi, eh, biashara zao ziwe na leseni ili waweze kunufaika eh, eh, wa, wa, wa, wa, wa, wa na mikopo, lakini vile vile na huduma zingine ambazo zinatolewa na serikali. Kwa hiyo sisi tutakuwa mwisho kabisa kumdiscourage fanyabiashara asiwe na leseni. Tunataka wafanyabiashara wetu wote wakiwepo wafanyabiashara wadogo, hata wa wachinga wawe na leseni. Leseni, leseni zina faida na kamwe haitatumika kama fingo dhidi yao, haiwezi kutumika eti kwa sababu biashara moja kwa moja w wanao kupata mikopo. Wewe ndio iambadikusisitiza kwamba hizo habari sio za kweli.